Sasa elimu, ndugu zangu, ina miko yake, ina ethics zake kabisa. Mwalimu anaanza kuwa assess kuanzia muonekano, mwonekano wake, utembeaji wake, mpaka uongeaji wake Mnasema mwalimu haiba, walimu ni haiba, si ndio hivyo? Jamani ndio, bila kuwa na haiba ya hivyo ya walimu utoshi. Lakini wapo walimu wa hivyo, wapo kabisa, ezifu aliingia kwenye walimu kwa bahati mbaya kabisa unakuta walimu hao hao watoro, walevi. Wengine wanakunywa mpaka wanapoteza network. Jamani, network ina maana ufahamu. Tunakuta kalewa mpaka anayumba, anapotea hata kwake, badala ya kugonga nyumbani kwake anagonga kwa jirani. Wapo walimu wa hivyo walevi kupindukia wapo wengine, wameacha misingi ya walimu, wanajihusisha na siasa, wapo wengine kwenye mitandao toka asubuhi, wana alisema mara kwa mara ili mpaka usiku saa saba saa nane wapo sasa. Huyo mwalimu ni, ni wakati gani anapata muda wa kuandaa somo kwa ajili ya kesho, lesson plan haipo, ambaye anahangaika na, na mitandao ya kijamii social media. Tuna magrupu mengi, tuko busy mno kwenye magrupu. Frankly speaking, tuko busy mno na vingine tunavyochati, sivyo kimaadili, havimo kabisa sisi walimu ni kioo cha jamii, kwa sababu kama nilivyosema kwenye utangulizi, ndio tunaotengeneza fani zote duniani, wote professions zote zinatokana na sisi walimu. Sasa mwalimu, hebu how much, sasa unatakiwa uwe smart kwenye kazi yako. Wapo wanaolifahamu hilo. Naushukuru, nawapongeza sana walio wengi wenu mnalifahamu vizuri wachache wenu hamko hivyo, tena angalau kidogo sasa hivi. Ndugu zangu, niseme niwe mkweli, hii hali ya kujadili mambo ya hovyo kwenye mitandao inaona inaanza kupungua kiasi fulani. Kuna walimu, namkumbuka mwalimu mmoja mimi, wanatoa mifano, nisiwe mnafiki bwana, mimi siko hivyo siko hivyo, wanaongea kwa vivid examples. Yupo mwalimu mmoja anaitwa, I don't know kama jina lake ndo hilo alishi, anaitwa msema kweli, jina lake alishi, nishafatir, anaitwa Frank kitu kama hicho, anafundisha Buhororo. Huyu bwana sio analipwa nini? sasa hivi kidogo kapunguza baada ya uchaguzi mkuu wa 29 Oktoba last year yea. Sasa nikaje kufanya ka utafiti kidogo, kwa nini, why these guys are very busy chatting in social media. Wengine unakuta wako na politician fulani, mwanasiasa wanataka kumtengeneza kisiasa wanataka kum, kumnadi sana kumpa umaarufu. Wanatumika walimu wetu, wanatumika, wanatumika. Wapo ilikuwa hapo nyuma, baada ya uchaguzi mkuu tukapata mbunge mwingine. Sijaanza kuona tena, sijaendelea kuona hiyo hali, lakini walikuwepo. Sasa I, I'm not sure exactly kama hawa watu wameshabadilika kwa hiyo hebu tuombe basi, na mabosi wao wapo hapa twetu, tunafuatilia walimu wa hivi lakini, kibaya, hamna action. Wakubwa watuchukuliani hatua, wanatukana mpaka viongozi hawa. Nishafanya utafiti, nendeni kwenye magrupu, sio Ngara nini, nini, Ngara, Ngara nini, wako humo na very busy kuchati. Sio constructive issues. Hakuna, ni kutukana viongozi. Walimu kweli tunakosea hata sisi viongozi. Walimu wa hivyo, tuna zile taratibu zetu za kuwachukulia hatua hawa. Na mwalimu wa hivyo kwa vyovyote vile, kama ni mwalimu mkuu, mkuu wa shule Hebu fuatilieni kama kuna performance nzuri kwenye shule yake, hamna. Kama ni mwalimu wa kawaida na ye na issues, yeye mahudhurio darasani ni ya hovyo, kwa sababu yuko busy na very unnecessary issues hazimsaidii yeye, walimu mwenzake na wanafunzi na jamii kwa ujumla. hii safari, hii safari, huu

lakini wengi wenu napambana <coughs> napushi mambo naenda wonderful. Kwa hivyo basi, mwe iga kujifunza kwa mwenzako. Kwa nini wewe unafom sana kwa nini, kwa nini nini, kwa nini mambo mimi hayaeleweki? Mwe hivyo, ushindani ushi ule wenye tija tunautaka, ndio hiyo sikali. Hebu niambie nani James, safari hii kiliacho kwa ngapi? matokeo darasa la saba, tumekuwa wa mwisho, tulikuwa na wastani wa 64.9. Imagine! kwa hiyo tume, tume, tuna mleba pamoja na ngara zina zinastalia wale <coughs> wametuziditi, lakini kwa hiyo tumeshuka kutoka kwenye ile ya mwaka jana tulipokuwa wa saba kwenye darasa safa, tumefunga mlango eh

i aibu, aibu. Sasa hiyo hayo ayo maelezo yangu yote ilikuwa ni moja, ilikuwa mbili, uandikishaji wa wanafunzi awali darasa kwanza pamoja na kidato cha kwanza tunasubiri taarifa zenu kila afisa elimu hata maoteo yenu yakoje kuwa <coughs> kwa madaraja yote haya, lakini tunataka tusikie changamoto zenu na jinsi ya kuzitatua. Mwaka jana kama tulivyowasikia, wakubwa walikuwa nazo, hakuna walichokifanya, hakuna. Jambo la tatu, mapokezi ya wanafunzi kidato cha kwale. Kila mwalimu lazima atueleze ameshapokea wangapi mpaka sasa hivi, watoto wangapi na ulipangiwa kupokea wanafunzi wa ngapi, tujue mpaka sasa. Na maana ya jana ndiyo hivyo, leo tarehe 14, jana tarehe 13, shule zilikuwa zinafunguliwa. Tunataka tusikie kutoka kwenu, kama idadi ni ndogo, utueleze na tukiachana hapa, nataka nisikie wakubwa, mpaka Ijumaa. Leo ni Wednesday, Thursday tuna, day, tuna after tomorrow and on Friday, wanafunzi wote waliopangiwa kupokea form one wa internet, ndio mipango yetu, lakini pia ndio maagizo ya serikali. Maagizo ya ziada Hamruhusiwi kurejesha mtoto toka ujakamisha hichi marufuku. Watoto wote wanapokelewa, awe na uniform, hana uniform sara, ataipata mbele kwa mbele, mbele ya safari. Watunajifanya kutofuata haya maagizo za toka leo. Jamani, hebu toe viongozi thabiti, kwa hili tutaingia kwenye matatizo bure. Tupokee wa watoto wote bila kujali ana uniform ana kingine wakubwa. Michango ni mingi na michango mingi sana ipo michango specific specifically, ina maelekezo kwamba mtoto lazima changie hiki hiki hiki hiyo ni ya lazima, ipo, tunaifahamu. Kama kuna haja ya kutupitisha is okay, wao mnatengeneza kama dili fulani hivi, wao mna vidiri, tunajua kuna vidiri kwenye mchango, kuna vidiri vya kupata viera, ulaji, upigaji kupitia michango ya watoto. Tusiwaumize wazazi. ya nne, sasa hii haipo haipo. Kwa hiyo afisa elimu kata, wakuu wa shule, walimu wakuu, mkasimamie haya maagizo, maelekezo ya serikali, si ya kwangu. Serikali, mimi msimamizi wa haya maelekezo. Tofauti na hapo, ndugu zangu, msishangaye, tunaanza kuitana kanseling kwenye usi zetu toka jamu. Niko tayari, tutaitana sana. michango aovyoovyo marufuku, tena marufuku wa kubwa. Tunaelewana viongozi? Yes, menyeelewa pia. Tunataka tusikie sasa kwa ujumla, changamoto hizo nizokuwa nasikia hizo, hamna za kijamii hizo, fake. Fake. Tunamna kujificha hapo, uongo. Mikakati yenu mwaka jana, tulikuwa na mikakati kwa nini utatibu utaratibu, bosi Jems unakuja nao, mzuri sana mkakati mzuri mno. Tunapeana eh, like a contract, kama mkataba commitment, kwamba wanatakiwa mwalimu mkuu wa shule mwalimu mkuu azadi mkata kuperform na kufanikisha yafuatayo moja, mbili, tatu, tuwe tunawasaidisha o, ili tunapokuja kufanya tathmini ya mwaka unaofata tunapita humo humo, umeferika pembele, na tufate taratibu za elimu za wizara ya elimu. Sio atakiwa vitu kama hivyo, ili kuondolewa kwenye hiyo nafasi, tufate hizo taratibu. Tuna walimu wengi mno, wanatosha